Asante na karibu. Hii ni uh, Shajara, na tunazungumza hapa kuhusiana na siku ya mwanamke katika muziki, hasa nafasi ya mwanamke pamoja na mengi ambayo yanafanyika uh, ikiwemo pia changamoto, lakini safari za wengi uh, tukizungumzia katika muziki. Siku hii mahususi imelenga kutambua mchango wa mwanamke uh, katika ukuaji wa muziki, na sisi tutazungumza zaidi, hasa kwa hapa nyumbani kati ya mengi ambayo yanafanyika na katika hili hapa studioni tumemwalika Rey Jonnes ambaye kwa kiasi kikubwa amekuwa akifanya kazi na kushawishi hasa katika tasnia hii. karibu sana. Tunasema sana. Na na heri ya siku ya mwanamke katika muziki ah, no, n uh, yapo mengi na kumekuwa na umuhimu mkubwa wa uh, kimataifa kutambua siku hii, hasa kati ya mengi ambayo amekuwa wa wakifanya kwa sababu uh, kwa kiasi kikubwa jitihada ambazo zimekuwa zikionekana uh, ni zile ambazo zinafanywa na wanaume. Ndio. uh, kwanza ni upi mtazamo wako uh, katika ushiriki wa wanawake kwenye mziki hapa nchini? Ushiriki wa wanawake kwenye mziki hapa nchini, um, naweza kusema upo vizuri Yeah, wanawake wanajitahidi, wanapambana sana, wanafanya kazi nzuri of course, japo soko ukubwa sana kwa maana mm. ya kuwa na wanawake wengi kwenye industry, lakini kwa hao wachoche ambao tuko nao tunaona yeah. the way ambavyo wanapambana kuhakikisha kwamba tupo mm. yeah. wana, umekuwa mmoja kati ya watu ambao umekuwa ukiwasimamia wasanii um, ku organize pia events yes. e, za muziki za, kis, za kisanii mm. Um, ni ngumu ama ni rahisi kiasi gani kumanage msanii wa kike? Um, ni ngumu of course, wasanii karibia wote wa kike na kiume, lakini kwa wa kike anazidi kidogo kwa sababu mm, mm, mm, kawaida sisi wanawake huwa tuna mahitaji mengi sana yeah. mm. ni naturally tu waga, tuna mambo mengi, kwa hiyo ikitokea ukawa tena katika mziki pia ambao una mambo mengi, kwa hiyo obvious um, uh, management yake pale huwa ni ngumu. Ndiyo. Na ugumu wake unakuja sana sana, sana. Um, sisi ni wagumu sana au ni si wazuri sana kwenye time management. mm. uh, so mara nyingi me, inatokea mnapokuwa mna kazi ya ya kufanya ese, kama hizi kazi za asubuhi mm. tena kwa watu wakike ndio waga nakuaga changamoto sana, kwa sababu yani uh, kuhakikisha kwamba unampata mtu kwa wakati aua, yeah. eh, nakuaga ni challenge na mm, uh, of course kikubwa, kikubwa sana sana ni time management, kwa sababu ya vitu ambavyo tuko navyo vingi, lakini pia wakati mwingine mnafanya kazi, sisi in, entertainment mara nyingi eventi zinakuwa usiku mm. So mna, mnafanya kazi mida ambayo inakuwa risk kidogo, umeelewa? yeah, yeah, mnaweza mkamaliza event show saa kumi, saa ngapi? kwa hiyo kwa mtoto wa kike ukiwa uh, let's say kutoka ambapo kwenye eventi labda, kurudi majumbani kidogo na movement ambazo zipo mjini Dar es Salaam hapa hmm. Kunatokeaga sometimes um, yani kuna vurugu ya, ya namna ya kumaintain usalama wako hmm. hmm. Maana siku hizi naona, siku hizi at least unaona wasanii wanakuwa na magadi, yaani wana watu wengi nyuma not only yeah. because kwa sababu tu ya security ya pale, lakini kuna maisha mengine hapa katikati mengi sana na unajua, wanafuatiliwa unajua, yeah, yeah so hmm. kuna hizo challenge ndogo ndogo, lakini so far hatuko vibaya sana na katika hilo uh, mengi yanaonekana, unajua wasanii uh, wanaonekana zaidi na wamekuwa ni kio cha jamii kwa kiasi kikubwa. Kwa kuwa umekuwa ukifanya nao kazi kwa karibu, kitu gani ambacho watu hawafahamu pia uh, zaidi licha ya majukumu yao ya mbele ambayo yanaonekana? Um, of course sio kila <laughs> kitu kinafahamika <laughs> Amba... labda ni kama ratiba ama, ama yeah, <laughs> <laughs> zinatofautiana kila mtu yeah, ana namna yeah. yake ya, ya kuendesha maisha yake yeah. So kila mtu ana vitu ambavyo vinatakiwa viwe public na vingine vinakuwa private, lakini mm. mostly ambacho mi nafikiri watu wengi hawajui ama wana, wanajua lakini una, wanaamua kutokujua kujua yeah. yeah. Wasanii bado ni, ni binadamu, ya? yani bado wana, wana needs ambazo wewe uko nazo mm, na pia wana wanapitia vipindi ambavyo pia sisi tunapitia, so kuna sometimes inatokea um, kuna, kuna mtu anaweza akakwambia kitu akahisi kama wewe unatakiwa kupatia muda wote yeah. Yani, yeah. Utaki kukosea. Na hata ukiona hata kwenye hizi social media sometimes mtu anaongea ana maneno makali yani yeah. the way ambavyo ungeambiwa ungeumia same tu yeye yeah, pia So, anaumia yani ana feel the way ambavyo ungetakiwa kufil, lakini sasa sisi tunaonaga tu yani we msanii unatakiwa kuwa perfect muda wote, utakiwi kuonekana yani. Kuna mambo ambayo tunayawaza tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kichwani mm -hmm. tunataka huyo ayatende, halafu tunasahau kama yeye pia ni binadamu ana weakness zake mm -hmm. ambazo zinamfanya ndio huo binadamu ukamilike mm -hmm. so watu wanajisahaulisha wana, wana, wana, wana kuona kwamba Mm. Na ikitokea ha, hali kama hiyo kama manager, kwa sababu umefanya kazi nao kwa maana, uh, kwa kiasi kikubwa nini ambacho huwa uh, mnafanya sasa? Uh, inategemea na situation uh. uh, kuna situation zingine ni ngumu, mnaamua tu mtu mwache kwanza yeah. mm. apate muda wake. Kuna situation zingine unajaribu kumtafuta mtu kufanya naye mazungumzo, natu napitia vipindi vigumu unajua, um, mtu anaweza aka Aka, akafanya kitu ambacho pengine katika maisha ya kawaida hata wewe unakifanya, ila kikitokea kimefanyika kwa yeye, tunahisi kama vile dunia nzima yani inamuona kama mtu fulani mkosefu, amekosewa, amekosea in a way kwamba haistahili msamaha. Fanye nini? Kwa hiyo kwa kwenye situation kama zile, <coughs> uh, mm -hmm. zile wapo ambao wana wanaipokea wanajaribu ku calm down na kuishi nayo lakini kuna wengine inawachukua muda sana kurudi yeah. kwa kuwa normal Mm-hmm. Kwa hiyo nao kuna tunazungumza nao yani, kuna watu ambao tuna ukaribu unazungumza naye as a sister, kuna mtu unazungumza naye kama mtu tu unafahamiana naye, so it depend, na, na tatizo na namna gani ambavyo mm -hmm. Kuna wakati kwa watu ambao wanafuatilia mpira wa miguu kuna wakati uh, Jose Mourinho kuh, ni mmoja kati ya makocha maarufu sana yeah. Aliwahi kuhuli, kuulizwa swali mm -hmm. uh, awazungumzie wachezaji wake uh, kwamba ni mchezaji upi ambaye yeye ni rahisi sana kum Kum, kummanage kwa maana ya kwamba kutokana na jinsi ambavyo anajituma yeye mwenyewe anavyojitambua discipline yake na vitu kama hivyo, akamtaja Cristiano Ronaldo e, mm. Wakati huo ye alikuwa kocha wa, wa Real Madrid na Cristiano alikuwa anachezea Real Madrid. wewe um, <laughs> ambaye, yani, wefua, yani, mm. Ni msanii gani ambaye yani, kwa uzoefu wako tangu umeanza kufanya hizi kazi yaani ni rahisi yani wewe ukiwa unafanya naye kazi wala hutumii nguvu kubwa kutokana na namna ambavyo discipline yake um, commitment yake seriousness yake kwenye kazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unazungumzia wale ambao nilifanya nao labda, katika wale nichague nani? <laughs> waseme ako mimi likuwa naukmpamtian of course, wako wengi <laughs> mi nimefanya kazi na wasanii wengi, na sisemi kama nimemaliza industry nzima, lakini mm. Kwa wale ambao tulifanya nao management, yeah. Naweza nikasema Barnaba alikuwa iko poa sana mm. yeah. Barnaba naweza fanya naye kazi muda wowote mm. kwa sababu yani ana, ana ana discipline iliyo iliyo nyoka. Sasa kwa wanawake, sasa ndio <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kwenye siku mwanamke kwenye muziki, kwa wanawake labda niseme <laughs> <laughs> <laughs> uh.

Ukiwa unakuja kuna vitu obviously unavifata sana, una, unakuwa kwenye misingi mm, umeelewa mm -hmm. Lakini sasa ndio maana nimeitoa mfano Banaba kwa sababu Banaba tayari kwa kwenye game muda mrefu so akiwa ameendelea ku -maintain ile heshima. that means mm, yeye ndio alivyo yeah. Lakini kuna watu wanakuja katika sura ya upole, unakufanya nao then baadaye wanakuwa tofauti mm. so mm. Mimi nimemalizana na Yami na skindo msanii wangu wa mwisho kumanage mm. So, na katika management yangu kwake haikuwa ina kazi kubwa sana naam, naam. Uh, tunaona kwamba uh, leo ni siku kubwa sana kwa wasanii, lakini ukiangalia unaona kabisa kwamba kuna tofauti kubwa sana bado, licha kwamba tunapiga hatua, lakini ukiangalia wasanii wa kike yani, ambao tunaona kabisa wako wamefikia katika hatua fulani wanahesabika ni wachache yeah. Mm. Uh, na, kwa kweli mm. Ukilinganisha na pande wa pili wasanii wa, wa kiume wako wengi sana. Ndio, unadhani kwa nini inakuwa ngumu sana kwa, kwa Tanzania kuwa na wasanii wengi wa kike ambao ni mastaa wameona wamefikia hatua, kwa mfano hatua za wasanii kama kina Zuchu kina Nandi? Swali lako ni kwamba, kwa, kwa nini wa ni wachache? mm. um, wachache kwa sababu cha kwanza mimi nafikiri hatuwapi nafasi yeah. Sisi hata at, mimi, mimi niko kwenye industry sometimes, tunafanya kazi um, labda unafanya show yeah. Wasanii wa kike wapo wazuri, wanafanya vizuri, lakini kumwamini moja kwa moja kwamba namchukua fulani yaani t, sisi tunachokifanya kwenye entertainment ni kama tunataka tu balance, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna balance tu gender yeah not because hawawezi lakini, kuna namna tuwaamini in that way yeah. Na pengine labda kwa sababu ya hiyo hiyo hiyo tayari ipo, na wenyewe pia hata ufanyaji kazi wao, mtu anakuja anatesti anatesti akiamini kabisa kwamba naweza nisikubaliki, yani naweza nikafanya kitu kidogo sana, lakini the way ambavyo nitakuja kuambiwa mimi uh, nitakavyokosolewa, mimi natakavyokosolewa fulani ni tofauti ina, kwa hiyo inawarudisha nyuma kwa namna moja ama nyingine lakini kitu ambacho mi naamini um, kipo, nafikiri pia wenyewe um, aw, spoti ambayo wanapeana is not kama inavyotokea kwa wanaume, mm. Yani huu ni ukweli, mm. Yaani wanawake wanasapotiana lakini kwa wanaume inakuwa zaidi. Kwa hiyo wangeanza kwanza kwa, ku, kwa, kwa, kwa, kwa kupushiana yaani huko tunapokwenda, tunapopita ma studio kuna wasichana wanafanya vizuri na unaona kabisa da, huyu angepata angepata mtu yani, angepata si labda mtu anakutafuta kwa ajili ya kutaka kolabo au kumsaidia kumonyesha njia. Sasa kuna zile ingia toka zinakuwa nyingi sana, Mm -hmm. ambazo wengi huwa hawawezi kuvumilia. Yani wengi huwa hawezi kuvumilia ile umekataliwa mara kwanza, mara pili, mara tatu unaona, yani unakata tamaa. Yeah. Ya yeah, wengi mm -hmm. wanakataga tamaa mapema lakini, I still believe kwamba kuna vipaji vingi sana na wanaweza kufanya vitu vikubwa kuliko hata wanaofanya hawa ndugu zetu. Hmm. Yeah. mm -hmm. Tumeona uh, idadi ya wanawake ikiongezeka hasa katika muziki tofauti uh, labda mm -hmm. na miaka ya nyuma uh, walikuwepo uh, lakini inawezekana idadi imeongezeka, hiyo uh, imetoa imeweka nguvu gani hasa uh, katika muziki huu? Idadi imeongezeka kwa sababu muziki ni ajira, watu wanaishi, watu wana mm -hmm wana maisha ambayo kila mtu anatamani kuwa, so uki, ukiona kuna kitu ambacho kinaonyesha kina, kina mafanikio ya moja kwa moja, hahitaji nguvu kubwa kuona kwamba kuna, kuna watu wanafanikiwa kupitia jambo hili, ndo inawapushi watu kujaribu na kutaka kufanya hicho kitu so chachu zipo zinazopelekea watu kutaka kutamani kufanya kitu, lakini pia kukatishwa tamaa kupo kwingi. So ili we utoke, mm -hmm. ni yani, lazima ukazi sana akikishe kwamba this is what i want. Kwa kwa hiyo lazima niweke nguvu zangu nifanye jitihada, no matter utasema nini, sisi tunafanya hizi kazi. Mi binafsi, let's say, mimi nafanya entertainment uko nyuma. Uh, nishakutana na vigingi vingi, yani mpaka mi kuna muda najisahau kama na kwa gani mwanamke wanaume yani kuna muda na mimi naingia na like, <laughs> <laughs> nikiwa kwenye kazi sasa nabadilika hey. Yani, hey. Kwa <laughs> kwa sababu kuna kukatishwa tamaa hautangulizi hey. Mm. Yeah. Yes, kwa sababu kwa sababu ingekuwa natanguliza hiyo, maanake mimi kwa kazi naifanya naturally ni ngumu mimi ni yani, hmm. mtu wa, wa, wa kukesha usiku wa manane, kuna vurugu nyingi na unajua hizi the way ambavyo tunafanya hizi kazi zetu starehe zikishazidi nyingi hata hmm. hmm. ile kuna hata ile focus ya kazi, kwa sababu hizi kazi zetu ni burudani. Unajua burudani inaburudika kwenye angle tofauti tofauti, kwa hiyo vile vitu vinakutana pamoja. Kwa hiyo kuvi maintain na kujua hii sasa ni kazi sasa, naita masihara hapa, sasa natakiwa ni focus kuvifanya vikae kitu kimoja, yeah. na unajua kuna unafu, sisi kazi zetu unaofanya unakutana na watu wengi sana, nakumbuka, unakutana na watu wengi, kila mtu ana tabia yake. Kwa hiyo kuweza kukaa kwenye hizo tabia na watu mkaelewana sio jambo dogo. Yeah. Kwa sababu kumbuka, lazima kuna kukwazana, kuna kugombana, kuna namna, kuna lugha mbaya zinatumika sometimes. Kwa hiyo ikikaa ukafikiria kwamba yule alinijibu vibaya akanifanyia mimi kwenye kila kazi nikimaliza lazima nitakuwa nimegombana na mtu, tunaenda kuombana msamaha. Mm. Yaani kwa sababu ni kitu cha kawaida. Yaani lazima kuna sehemu tumtapeshana. Mm. Sasa kupishana kupo, lakini ukichukulia personal sasa ndio ile sasa unajikuta kwamba oh yeah. Kuna ile dhana kwamba nye ambao mko kwenye mziki, kwa maana ya managers, lakini hata wasanii wenyewe hawa wa kike mm, kwamba uh, kuna, kuna sehemu kuna level ukifika lazima kuna baadhi ya vitu yani inabidi uvifanye yani, kwa mfano labda mtu ambaye ana Eh, anakufanya ufike pale mm. eh, lazima kuna kitu atahitaji kutoa. Unamaanisha rushwa sasa? <laughs> <laughs> <laughs> Inakuwa wakati mwingine hata binti ambaye anakipaji anaogopa hata wazazi wake pia wenyewe, unaona mmm: binti yangu huyo anaimba ana, ana mm. lakini akiangalia wasanii tu jinsi wanavyozungumziwa kama hivyo, inamkatisha tamaa e, kwa sababu umekuwepo ili, ili, ili unalizungumziaje? uh, jue rushwa iko kokote mm. mm, hivyo kokote na tazungumzia hasa rushwa ya ngono ili uitoe mm, hehehe, una, umeruhusu, si na mwenyewe unakuwa umeruhusu, kwa sababu sio wote ambao wana wanapata wana, wana, wana, wana, hizo nafasi wametoa rushwa yaani mm. E, sio wote. Kwa hiyo inatumika na miliki lebo kubwa, ili wewe uweze kuingia pale utoboe, inabidi ufanye hivyo, na ukikataa mnaje, anakuacha kama ulivyo, nafanyaje? Yeah, ni kweli hizo zipo, seme kama zipo, zipo lakini tunatumia kama kama sehemu ya kutafuta excuse. hmm. Uh, kwamba sio, yani wapo wana, wanaomba arusha na wapo wanaotoa hmm. na kuna wapo wanaomba na watoi na bado tunakutoko nao hmm. so kutoa au kutokutoa bado inabaki kwako wewe, na mimi naamini Mungu akikuwekea njia ya kupita ya, ku, ya kwamba wewe utapita, tobo lako ni hili, utatokea kutoka kupitia mziki. Yaani huyo mtu mmoja hawezi, ukaenda kwa watu wote wanataka kitu hicho hicho kimoja hmm. Yaani utakosa kwa huyo, lakini kuna mtu atataka tu kukusaidia na asitaki chochote hmm. Kwa hiyo sasa sisi ndo maana nasema kuna ile ukaisha tamaa, ukienda, mimi labda nakuja nasema mimi bwana mimi, mimi nataka kutangaza, yaani mimi focus yangu ni Azam hmm. Nikifika Azam nikataliwa, basi mimi ndo amdaa yaani hmm. Ndo nimekufa. Yeah. No, unaweza ukakosa Azam lakini ukapata sehemu nyingine. Kwa sasa sisi tuna tuna, tuna tuna tuna, tabia ya kutengeneza imagination. Yaani tuna picha yetu kichwani kwamba mimi ili nitoboe lazima nitokee mlango ule. Ule mlango mm, ukuta umefungwa basi mimi ndio nimekufa. Mm. Lakini kumbe kuna dirisha, kuna vichocho vya kupita, kuna siku mtaka mtakutana na meza moja, afu utashangaa, he, huu ndio yule nilimkataga. Yani zipo hizo, kwa hiyo rushwa zipo lakini sio wote wanaofanikiwa kuwa wanapitia kwenye hizo njia za rushwa. Na sasa hivi wazi, imekuwa yani dunia imekuwa nye, nye, imekuwa ndogo yeah. Kwa hiyo haipo kubwa kama ambavyo inazungumzwa mm. Ila mimi nachoona, wengi wanakuja wakiwa tayari wana hiyo picha kwamba ikitokea fulani, kwa sababu mimi sinakuwa nishaweka malengo yangu yeah. Fulani ndo njia, kwa hiyo yeah. Nakuja nikiwa nimejipanga katika njia Shania zote anda mbaya siku hizi imekuwa ukileta watu wanapita na bado bado hauendi kokote. So unadhani ni mazingira gani yakiboreshwa yataweza kuweka njia rafiki hasa kwa wanawake uh, kwenye mziki uh? Njia za kuboresha, um, nafikiri ni sasa hivi, um, studio kwanza zimekuwa nyingi sana mm. E, ni studio zimekuwa nyingi sana na wa maprodusa siku hizi wamekuwa wanafanya m, kazi sio lazima uwe na kesh yani mm. Sio lazima uwe na hela kwamba ulipe ndio uweze kurekodiwa. Unaweza kufanya kazi then kukaa kuka, kuna makubaliano ya kukatana pasenti mm. na hizo kukata huko kwenye YouTube na nini na nina, nini. Kwa hivyo maboresho kama maboresho ya namna ya kufanya kazi kiukweli, tumejitahidi kwa asilimia kubwa sana yani tumeshasogea eneo hili kwamba yani ajira ya mziki imekuwa nyepesi kwa maana ya kuifikia. mm -hmm. Lakini sasa labda tunakosa tu ubunifu wa mtu kuonekana sasa ni tofauti, ili mimi nikiimba nisisaundi sawa na wewe. kwa sababu si kinachotokea mimi nasikiliza sana, labda napenda mimi lolomodo wangu baba mtu fulani, kwa hiyo nakuwa namsikiliza yule sana mpaka ananivaa naingia, alafu nikiingia najiona kama ni mimi Kumbe niko kwenye picha ya fulani sasa. mm -hmm. Mkiwa kwenye hizi kazi, ukija katika mfumo kama fulani anafanya hivyo hivyo mm -hmm. ndio unaona una una kama uh, yani uwezi kusogea kwa sababu tayari wewe, si tuko naye, umeelewa? Yaani huyo mtu ambaye wewe unataka uwe tayari yupo. Kwa hiyo ili wewe u, u utoboe, lazima Ena uje na namna yako. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba njia rahisi namna ya kufanikisha, tayari tuko tuna mifumo mizuri, sema tunachokosa sisi ni ubunifu create, yani creativity ni kama haipo. Kubwa wapo mabinti ambao wangependa kujiajiri katika muziki, anaanzia wapi? Na sio lazima awe msanii, anaweza kawa anataka kuwa mwanamziki, anataka kuwa manaja wa wanamziki au DJ kwenye muziki Opportunity mbona zipo? Zipo nyingi sana mm -hmm. Um, kwa sababu kwamba siku hizi kuna hizi uh, talent shows nafanyika sijuizi, talent search nini mm -hmm. Um, event zimekuwa nyingi sana wasanii, wamekuwa wanapatikana zaidi kuliko zamani. Kuna ugumu sana wa kuwapata, lakini kwa kuanzia wa kukuonyesha misingi wapo wengi sana kwa hiyo ni kuangalia tu, mimi nata, na, na, napenda kitu gani, njia zipi naweza nikazipitia kupata tu ile misingi ya mwanzoni, then katikati vitu voga vinafungukaga tu vyenyewe hiyo. mm. kwa kuanzia niseme tu ni kuangalia tu namna nzuri ya ku- kusi ku, ku, ku, nisemeje, kufuatilia utaratibu lese, mimi na nafanya, uh, event, managing, management. nafanya na event nafanya na manage event nafanya na mm. manage event. Napataga DM nyingi sana za watu kuomba mwingine anataka tu just kuongozana na wewe ajifunze mm-hmm. Si ndio? Kwa hiyo um, mkiongozana you don't pay umlipi chochote, lakini sasa sio kila mtu anaweza waku, wakuwa anakuja kwenye kila event, anaweza kaja moja kaja apili, ya pili ya tatu akashindwa toka pale tena mkapotezana, akaanza tena upya, au msi, msionane tena. Kwa hiyo mwisho wa siku inabaki kwamba nataka kitu fulani fokasi, na kujua na kuangalia wa, wanafanya nini, ili kufanya kitu fulani, lakini kwa maana ya kutoa misaada ya njia gani za kupita, watu wanasaidia sana, na siku hizi unaweza ukajifunza vitu online. Mm. Sio lazima muende unani na mtu physical lakini bado unaweza kujifunza vitu yani, muziki unaweza unafanya kwenye mitandao huko, unaweza kujifunza kuimba yani, I don't know hata niwekeje, lakini mimi ninachosema naweza ngasema tu ni kwamba kuna vingi ambavyo unaweza sana za kuweza kufikia kwenye mm. unachotaka kufanya hmm. mm. lakini kulasa kwa kumalizia kwako wewe sasa ni mafanikio gani ambayo umeyapata kwa kujiajiri ama kuingia E, ama kufanya kazi kwenye mziki kwa muda wote huo. ah, mafanikio ni pamoja na kutana na watu wengi connection. Mimi nimekuja hapa si mafanikio haya? Kwa mka asubuhi kuja so tunakuja kukufanyia mahojiano, kuna watu wangapi saa hizi wako huko? hey. lakini kama umeiona mimi natakiwa kuja hapa, that means hey. nimefanikiwa hey. lakini tofauti na hapo mimi kiukweli kabisa Um, nimekuwapo kwenye entertainment industry for almost like 15 years sasa mm. Mm -hmm. Kwa hiyo ninaishi maisha yangu kupitia hichi nachokifanya, a yeah. mm -hmm. yeah, vitu vingi navipata kwa sababu mm. ya hichi nachokifanya, so nimeweza kukutana na watu wengi, nimetengeneza connection nyingi, lakini pia nimetokea kuaminika na baadhi ya makampuni serikali, nisha fanya kazi nyingi za serikali so tumii hiyo ni moja kati ya mafanikio makubwa sana kuliko mm. chochote na ushawishi pia, wanaona watu wengi wanakufuatilia. E, tunashawishi shawishi <laughs> <laughs> tunajitahidi tahidi kushawishi. Safi sana yeah. Basi kwa yule mtu ambaye alikuwa na wasiwasi kwamba mm. e, inalipa au hailipi, nafikiri ashapata majibu ah. Kulipa inalipa <laughs> jamani, inalipa <laughs> <laughs>

Naam, tunakamilisha hivyo.